Na kama unataka cha kuandika utaandika yale tunayojifunza au mambo tunayojifunza katika Pasaka ya kwanza. Mambo tunayojifunza katika Pasaka ya kwanza au kupitia Pasaka ya kwanza tunajifunza vitu gani? Nilipokuwa nasoma nikaona kuna mafunuo mengi tena mazito tena yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla sijaendelea mbele walau kidogo, nitoe utangulizi au nieleze kwa maana ya Pasaka ilianzia wapi na ilikuwa ina maana gani? Bwana Yesu asifiwe. Neno Pasaka sio neno lililoanzia katika Agano Jipya, ni neno ambalo limeanzia katika agano Wanaisraeli walipokuwa wanatoka utumwani Misri katika mapigo kumi ambayo Mungu aliruhusu wa Misri wayapate, mojawapo, mnafahamu ni vyura nchi nzima, si ndivyo eh? Nyingine chawa, jingine nisaidieni maji kuwa nini, jingine nisaidieni eh, hey, mimi ikifikaga watu wamekaa, aonekane hana dosari hata hii moja Alafu baada ya kuonekana kuwa hana dosari, huyu mta, e, mwanakondoo mtamchinja ule usiku ambao ndio tunauita usiku wa nini? Wa Pasaka. Mkimchinja mtamla mzima mzima, kwa maana ya kwamba kichwa msiache, yaani msije mkala tu alafu nkasema kichwa muache. Kuna familia nyingine huwa zinakula miguu zinaacha, tena mguu kama wa kondoo mdogo mdogo wanatupa, lakini Mungu aliwaambia mpaka mguu kuleni akasema mpaka vitu vya ndani kuleni, manake msitoe hata kitu hiki kimoja. Sasa watakuja kuangalia, je, huyu kuliwa mzima mzima bila kutolewa kitu kuna maana gani? na Yesu je, Yesu tunamlaje? tukifika hapo, napatamani tufike sasa hivi <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Koo akazungumza kwamba mtamla, alafu mtakavyokuwa mnamla, mtakuwa mnamla huku mmejifunga mikanda kiunoni, alafu mtakuwa mmevaa viatu miguuni sasa hii ilikuwa inaeleza jinsi ambavyo Yesu Kristo na safari ya Wakristo sisi ambao mimi na wewe tumeokoka jinsi ambavyo tunatakiwa kuenenda. Alafu mtakavyokula msile tu hivyo hivyo, mtachukua na mboga chungu. Biblia inasema kabisa mboga nini? Chungu mtazila pamoja na yule mwana kondoo. Sasa hapo tutakuja kujifunza kwamba hizo mboga chungu zina maana gani kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Alafu mkimla hakikisheni ule mwanakondoa naisha wote usiku ule ule, akiisha usiku ule ule, kama itatokea amebaki, kuna vipande vimebaki, vichomeni vyote kwenye moto, kisibakie kipande hata hiki. Sasa maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenileta wa hapa ili tujue maana ya hayo. Maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku ya leo tunaenda kujifunza na sasa, neno Pasaka lilitokeaje? Biblia nasema watakapomchinja yule mnyama, ile damu wataipaka katika miimo ya milango na kizingiti cha nini, cha milango. Mlango kwa kawaida kuna pembeni, si ndivyo? alafu kuna kule juu kwao, katika miimo na katika kizingiti. Sasa, kwa taarifa yako, hata miimo na kizingiti ina maana, Bwana Yesu asifiwe. Alafu mkisha paka ile damu malaika atakapokuja kwa ajili ya kuwaua wazaliwa wa kwanza, hataingia kwenye nyumba yenu kwa sababu atakuwa ameiona nini? Damu hiyo nayo ina maana sasa, sijui kama nitamaliza vyote, maana vitu ni vingi sana. Sasa atakapopita juu, lile neno kupita juu kwa Kiebrania ni neno pasach, yani P -A -S -C -H Bwana Yesu asipiwe ambalo ndo lina maana kupita juu. Waingereza wakasema pass over, na sisi Waswahili hatukupitwa tu kabisa, tukamalizia tukasemaje, pasaka. Hatutaki mambo mengi, pass over ya nani? Eh, mambo ya Wanyakyusa wa, wa kuanza kusema spuni ya nini supuni. Tumemaliza sisi Waswahili hatupendi mambo mengi, tukasema nini, pasaka. Umeona jinsi ilivyoisha. Sasa tunahitaji kujifunza siku ya leo. Nafikiri tusome kitabu cha Kutoka 12 moja mpaka nane. Ukweli ni kwamba mafundisho ni mengi, hatuwezi kujifunza yote leo. Tuseme moja mpaka nane kwa sababu pia walau nimeelezea, alafu tutaanza kuangalia kitu kimoja kimoja. Kutoka 12 kuanzia mstari wa kwanza: Bwana akanena na Musa na Haruni katika mwezi katika nchi ya Misri, sio katika mwezi, katika nchi ya Misri, akawambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi yenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawambie, siku ya kumi ya mwezi huu, kila mtu atata atatwa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Mwanakondoo kwa watu wa nyumba ngapi? Narudia hapo kwa sababu kuna kitu tutaanza kujifunzia hapo. Sasa mwanakondoo kwa ajili ya nyumba ngapi? Moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja, mtwa mtwaa katika kondoo au katika mbuzi. Nanyi mtamweka siku kumi na nne. Siku ngapi, siku ngapi? ya mwezi ule ule na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni, na watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni. Imeokwa wapi? Motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu mkate usiotiwa. Maeneo ambayo nataka urudie, maana yake ni maeneo ya muhimu tena. Pamoja na mboga zenye uchungu. Mboga za aina gani? Msile mbichi, msile ya namna gani? Wala kutokoswa majini, kwa lazima kwenye moto tu, haitakiwi kutokoswa hii. Kwa nini? Kwa sababu ukifanya hivyo umevunja typology, bali imeokwa, ime motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake. Kwa hata miguu yake muifanyaje? na nyama zake za ndani maanake, hata nyongo na yenyewe ni nyama, mfanyaje? Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, msisaze chochote, bali kumbe, nimeenda mbali sana, bali kila kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma katika moto Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Sasa Biblia inazungumza kwa habari ya mwana kondoo. Tunapozungumza kwa habari ya Pasaka, Pasaka haikamiliki bila ya kuwa na mwana kondoo. Mwana kondoo aliyekuwa naye katika kipindi hiki ni mwana kondoo ambaye ni kondoo wa kawaida lakini sisi siku ya leo tunapozungumza Pasaka hatushielekei mwanakondoo aliyewatoa watu Misri kuwapeleka Kanaani, tunamshielekea mwanakondoo Yesu aliyewatoa watu dhambini kuwa pele, anayewapeleka watu wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa fundisho la kwanza ambalo tunajifunza ni kwamba hakuna pasaka bila ya kondoo yaani hicho tu fundisho la kwanza ninalojifunza ni hakuna pasaka bila kondoo. Unapozungumza pasaka kupita juu hili tukio linazungumza ukombozi, kwa lugha nyingine, hakuna ukombozi bila ya mwana kondoo. Na mwanakondoo huyu sio yoyote yule anaweza kuwa mwanakondoo kwa ajili ya ukombozi. Mwanakondoo huyu lazima awe na vigezo wao walihitaji mwanakondoo asiye na doa hata moja. Kwa nini? Kwa sababu huyu mwanakondoo anashughulikia makosa, huyu mwanakondoo anawatoa kwenye shida. Maana yake huyu mwanakondoo lazima yeye mwenyewe asiwe na shida. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunapozungumza mwanakondoo, tunazungumza kwa habari ya Yesu Kristo na Yesu Kristo ndiye mwanakondoo anayehitajika kwa ajili ya ukombozi wa maisha ya mtu. Yaani, hamna ukombozi bila ya Yesu Kristo, hamna wokovu kwa mtu bila ya Yesu Kristo. There is no shortcut. Kuna watu wanasema ili niweze kutoka kwenye shida yangu, ili niweze kukombolewa, nahitaji hiki na kile, lakini ukweli ni kwamba hatuhitaji chochote. Tunachohitaji ni mwanakondoo Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna watu wengine hata akija kanisani, anasema mimi nimekuja kuombewa, lakini simtaki mwanakondoo. Sasa hakuna ukombozi kama umtaki mwanakondoo, yaani kama huko tayari kuchinja, kama huko tayari mwanakondoo aje kwa ajili ya maisha yako, kama huko tayari akufilie msalabani, afe kwa ajili yako, hamna ukombozi. Ukombozi ni mpaka utakapoamua kumuhitaji mwanakondoo na mwanakondoo sio mwingine ni Yesu Kristo. Biblia inazungumza katika kitabu cha Petro wa kwanza Petro wa kwanza sura ya kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka wa 20 sura ya kwanza mstari wa kumi na tisa na wa ishirini. Biblia inasema bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na hila. Mwanakondoo asiye na nini? Mwanakondoo asiye na nini? Na hila. Ukisoma vilevile vile katika Kutoka kumi na mbili 2 mstari wa tano inazungumza ya kwamba anayetakiwa ni mwanakondoo asiye na hila tena ambaye ataenda kukaguliwa kwa muda wa siku kumi na nne, achunguzwe aonekane hana doa. Na ndio maana nataka nikuambie hivi, wako watu ambao wamekuja walijitahidi kuimitate kuonekana kana kwamba wao ni mwanakondoo, ila walipotazamwa sana ikaonekana ndani yao kuna hila. Kuna mtu mmoja, naweka hivi maiki makusudi, anaitwa Muhamadi alaihi wasalala, simnamfahamu yule bwana yeye ukiangalia, amekuja kuanzisha dini tena, amekuja kuanzisha dini na doa, anatosha kutupeleka uzimani. Na ndiyo maana wengine wanakuja wanasema njia ni ile pale, lakini yeye alipokuja alisema mimi ndiye njia, kweli na uzima, kwa sababu hana doa. Ukimtazama hana doa, na sio hivyo tu na ndio maana Biblia inazungumza hata wakati wa kufa kwake, ilibidi litimie. Huyu mwanakondoo aende kuchunguzwa chunguzwa, na ndio maana akaenda kwa kuhani mkuu. Kuhani mkuu alipoangalia akaona hana doa, ikabidi watafute kumsingizia, kwa sababu mwanakondoo hana doa. Wakaenda kwa Pilato, akaangalia akaona, ah, mbona hana matatizo huyu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anakaguliwa kama mwanakondoo alivyokaguliwa siku kumi na nne, ilimpasa Yesu na yeye apitie katika mahakama akuguliwe na aonekane hana doa ili afae kutusaidia sisi ambao tuna madoa atusafishe madoa yetu. Haleluya, haleluya! Huhitaji kitu kingine, unayehitaji ni mwanakondoo mtu. Mmoja alikuja kwangu, kijana mmoja, nafikiri hii shuhuda nilitoa mara ya mwisho wakati nafundisha vijana kule Mbezi. Alikuja kwangu akaniambia, mchungaji, nitafanyaje? Mimi siwezi naona kusamehewa. Yani anajiona ana dhambi nyingi kwa nini? Kwa sababu huyu kijana amekuwa akiondoka, yani ana kiu ya dhambi. Ikifika saa nane saa tisa usiku lazima aende kununua huko wanawake, yaani ile dhambi imemkaa moyoni, na nielewa vizuri watu wa Mungu, kiasi kwamba anajihisi hawezi kufanyaje kusamehewa. Anajihisi ni mchafu lakini ukweli Yesu Kristo anatosha kutusamehe kwa sababu yeye hana doa, anaweza kuondoa madoa yetu kwa sababu yeye hakuwa na dhambi, anatosha kutusafisha. Bwana Yesu asifiwe. na nataka nikuambie ujasiri wetu wa Kristo ni kwa sababu mwanakondoo tuliye naye hana doa. Kwa sababu tungekuwa na ujasiri wapi wa kusema tutashinda dhambi ikiwa mwanakondoo alishindwa na dhambi? Anahitajika mwanakondoo aliyeishinda dhambi, asiye na doa hata moja, asiye na waa hata moja, ili atupe ujasiri kwamba hata sisi kanisa tunaweza kuishi bila dhambi, tunaweza kuishinda dhambi kwa sababu tunaye mwanakondoo mkamilifu, Yesu Kristo, asiye na doa, ambaye yeye mwenyewe, kwa sababu ni mkamilifu, akasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima mwanzilishi wa dini inaitwa Confucianism alishindwa kusema mimi ndio njia, akasema ukitaka kwenda mbinguni unatakiwa uwe unakaa hivi kwenye mapango, kwenye milima, unatafakari, unaweza ukaenda wapi mbinguni? Eh, wengine wakasema hamna. Wachina wana dini yao hiyo wakasema hamna bwana, sasa, ili uende mbinguni natakiwa utende matendo mema, ukitenda matendo mema sasa, kwanza wakaambia hamna bwana, hata hii mbingu kwanza hamna, amna, we utende tu matendo mema. Ukitenda matendo mema sana, unaweza ukazaliwa mahali fulani, unaweza ukajikuta tu umekuwa ni nini, yule mnyama ambaye ana madoadoa mengi, ana rangi nyingi nyingi, yule anaitwaje yule? Eh? ah, ah, nimesema mnyama, ndege yule anaitwaje yule? Wanamwekaga kwenye ikulu, tausi. Unaweza ukazaliwa ukawa katausi, kwa sababu watenda matendo mini mema. Kwa sababu wanachanganyikiwa wanadamu, moja ya maswali ambayo wanayo wanajiuliza sana kwa habari ya kesho, lakini hawana majibu. Lakini mwanakondoo Yesu hana shortcut, anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wako wengi ambao ni waasisi wa dini wameshindwa pa kutupeleka, kwa sababu wao wenyewe wakijiangalia wana dosari. Lakini anahitajika Yesu tu kwa ajili ya kukutoa ulipo akupeleke mahali salama. Haleluya! Watu wa huku mnanielewa ninachohubiri? Oh my God, kiumbe paka sio kiumbe, ng'ombe sio kiumbe, mbuzi sio kiumbe. Sasa swali linakuja, huyu mwana kondoo ambaye ni kwa ajili ya watu wote, twende tukahubiri ng'ombe Tuende tukahubiri mbuzi. Biblia Kiingereza inasema go to every creatures. Everyone who has been created, chochote ambacho kimeumbwa, nendeni mkakiubirie nini? Injili. Lakini sisi wa Kristo huwa tunamhodhi, tunamchukua Yesu Kristo mwanakondoo, tunamfikiri kwamba ni wakwetu sisi peke yetu. Biblia inapozungumza kwamba enendeni kwa kila kiumbe, maana yake kuna watu jinsi walivyotenda dhambi, jinsi wanavyoishi humu duniani, wengine tumewatoa kwenye kufikiri kwamba hawa ni watu, wamekuwa kama viumbe tu. Si mnanielewa vizuri, watu wa Mungu? Tuko pamoja, kanisa la Charambe, tuko pamoja. Yani kuna watu jinsi walivyo, maisha yao wanavyoishi, sio tu watu wamewakataa, wakati mwingine hata sisi wa Kristo tunawakataa, huyu hatumtaki huyu. Na wewe sio wa kwanza. Biblia inazungumza Paulo alipokuwa anaenda Dameski. Mungu alizungumza na Anania akamwambia naenda kamwongoze nini toba. Anania alisema nini? Huyu ah, simtaki huyu. Kwanza ataniua. Maana yake Anania alimkataa nani? Paulo. Lakini hapa Biblia inazungumza huyu mwana kondoo usimle peke yako, Mle na familia yako na familia yako. Mkiwa hamwezi kummaliza, nendeni mkamle na familia. Maana yake Yesu Kristo sio wa mtu mmoja, Yesu ni wa watu wote. Manake sisi kama kanisa la Charambe, sisi kama kanisa la mahali pamoja, Mungu ametupa kupitia kujifunza kwa habari ya mwanakondoo, tunahitaji kujua kwamba sio wakwetu sisi peke yetu. Hata wale wanje wanamhitaji huyu mwanakondoo wa wakomboe. Hata wale majirani zetu wanamhitaji mwanakondoo wa wakomboe. Na kuna watu wana mateso, wako kwenye shida. Kama mimi na wewe hatutawaendea watabakia kwenye shida zao. Mwanakondoo ni kweli kabisa amekufa kwa ajili ya kila mtu, lakini anakuhitaji wewe uende ukamwambia jirani yako ya kwamba jirani, yuko mwanakondoo, kwa nini unateseka? yuko Yesu Amen. Bwana Yesu asifiwe. wa wangapi wako tayari kuambia jirani zao kwa habari ya mwanakondoo Unajua, kuna watu huwa wanafikiria kwamba ili uweze kuihubiri Injili lazima uwe mkubwa au umekaa miaka minne hivi mitano au sita hivi kwenye, kwenye kanisa ndio uweze kuihubiri Injili. Hapana, hata ukiwa mdogo unaweza kuihubiri nini Injili. Mimi nakumbuka nikiwa niko darasa la kwanza, darasa la nini la kwanza, nilikuwa ninasikia kwa habari ya kujifunza lazima uhubiri Injili na nini. Mdogo wangu yule, wakati mimi niko darasa la kwanza, yeye manaake huko chekechea mtaani na kanisani walikuwa namuita mwinjilisti mwinjirishti, kwa sababu ye mwenyewe alikuwa hawezi kusema neno mwinjilisti, kwa alikuwa anasema mwinjilisti. Lakini mimi na mdogo wangu tulijifunza maeneo ya pale kote kwenye vibanda, tulikuwa tukienda, mtu akitusalimia tu, Yesu anakupenda acha zambi, tukiwa wadogo. Mdogo wangu yuko chekechea, mimi niko la kwanza, na kabla sijafika la kwanza, ndio maisha ambayo tulifundishwa na baba yetu. Siku moja nikiwa naelekea shuleni, darasa la ngapi? La kwanza. Mimi nilikuwa nasoma shule inaitwa Juhudi, mngekuwa mnafahamu maeneo ya Mombasa, nilikuwa nasoma shule inaitwa Juhudi, naifahamu, lakini wakati huo nilikuwa nakaa mazizini, kwa natoka mazizini naenda Juhudi, ni palefu. sasa siku moja, kwa sababu nimefundishwa kwamba huyu mwanakondoo sio wa kwangu mimi peke yangu. nikiwa natembea, nikamuona dada mmoja, nakaribia kabisa pale shule, nikaambia dada nina ujumbe bwana ameniambia nikuambie hivi. Unajua, mtoto akikwambia hivyo unaweza ukashtuka. Nikaambia uache dhambi zako, Yesu anakupenda. Yule dada alishtuka, akasema, huyu sasa ndo malaika mwenyewe, amebeba kidumu cha maji au ndio nani? Akaniambia naomba nipeleke kanisani kwenu. Nikaacha safari ya kwenda wapi, shule, nikaanza kurudi naye mazizini. Ni mbali, mtumishi wa Mungu yule ambaye anapaelewa ni mbali nikarudi naye mazizini, nikamfikisha kwa baba yangu ambaye ni nani, mchungaji. Akamwongoza sala ya toba akamwombea, afu wakati wanaendelea mimi nikawaacha, afu mi nikaendelea zangu wapi, shuleni. Sasa wewe lijitu lizima, kwa nini unamiliki Yesu? Sio wakwako peke yako, hata majirani wanapaswa kujua ya kwamba Yesu anawapenda. Siku ya Jumanne nilienda hospitali inaitwa Boch Hospital nilipoenda pale nikajisikia hukumu sana. Mtu alinipigia simu akaniambia kuna mgonjwa yuko hospitalini amekata tamaa kabisa, lakini wenzetu watoto wa mama mdogo. Kwa nenda akamwombee. Nikafika pale hospitalini nikamhubiria habari za Yesu, akampokea Yesu pale pale, nikamwombea. Alikuwa ana kansa, kwa hiyo hata kifua chake kimeondoka. Nikisema hivyo simmenielewa eh? kwa hiyo nikamwombea na nikamwambia, sasa nataka kujua ni kitu gani huwezi kufanya ili ujue kuwa Yesu amekuponya. Akasema, mchungaji, siwezi kupumua vizuri. Na kweli akipumua unasikia, si mnajua hiyo kitu. Kwa hiyo nikamwombea pale pale, nikamwambia anza kupumua mzima kabisa. Anapumua vizuri usikile. Nikahukumiwa sana, nikasema ah, hivi kumbe, si tunafikiri mpaka nipate maiki kubwa niende barabarani nianza kusema haleluya. Kumbe fursa za kuhubiri ziko nyingi. Tunaweza tukaenda hospitalini tukaambia, Yesu anawapenda mwanakondoo. Sio wa hapa hapa, hapa. Mwanakondoo ni hata wale kule watu wanamuhitaji Yesu, na sisi bila kuipeleka injili hawatamjua mwanakondoo. Ni kweli anaokoa, lakini sisi ndio mawakala wa mwanakondoo huyu Yesu Kristo. Yani kama kanisa tunahitaji kuona ni sisi natuhusu hatuhitaji. Biblia inasema kit, katika kitabu cha Matendo ya Mitume waliambiwa hivi, subirini hapa mpaka mjazwe nini? Roho Roho Mtakatifu akisha ingia mtafanyaje? mtaenda mkaihubiri, kwanza mwanze Yerusalemu, Yudea, mwisho Samaria hata mwisho wa nini? kwa nchi. Wale watu wakakaa ndani nini kikatokea? Mungu aliruhusu shida na adha kwenye kanisa. Aliporuhusu shida, watu wakaanza kukimbia Yerusalemu, wakaiona chungu. Baada ya kuiona Yerusalemu kuwa ni chungu, wakaenda kuhubiri huko. Maana yake Mungu yuko tayari, wakati mwingine atume shida, kwa sababu watu hawahubiri nini injili na kuhubiri mjiri. Sio lazima tuweke mkutano mkubwa. Kabla hatujaweka mkutano mkubwa, waeleze watu nyumbani kwako ya kwamba mwanakondoo Yesu anakuhitaji. Waambie watu ya kwamba kuna miujiza, mwanakondoo anakuhitaji. Hawatakufa kama utawaeleza, lakini ukikaa kimya, wataendelea kuumia. Bwana Yesu asifiwe! Lakini katika point hiyo hiyo, Biblia inasema yule mwanakondoo wamle pamoja na nini? Na familia. Kumbe Mungu ni Mungu anayeokoa pia familia. Watu wengi tunafikiri kwamba Mungu anapotuokoa ananiokoa mimi tu. Wewe mtu ambaye umeokoka ukitokea kwenye familia ambayo ni mbaya, ujue ya kwamba Mungu amekuweka wewe kama ambasada, amekuweka kama wakili wake pale, ili kupitia wewe wengine waokoke. Labda nisome maandiko yafuatayo, ili mtu wa Mungu nielewe Kitabu, kitabu cha Matendo ya Mitume 16:31, hiyo natamani kipendeza, ikipendeza, kama umepata mapema unasoma kabla yangu, Matendo ya Mitume 16, ila nikikuwahi, nitasoma 16:31. Biblia inasema hivi: Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Au amjafika? Ehe, wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Ukiangalia hapa, ni kwa habari ya Paulo na Sila walipokuwa gerezani. Walipokuwa gerezani, Mungu aliwaokoa wakakuta ile milango imefanyaje? Imefunguka. Yule ambaye alikuwa mlinzi wa gereza akataka kujiua, akamwambia usijiue, lakini akamwambia muamini Yesu utaokoka, wewe pamoja na familia yako pamoja na nyumba yako. Maana yake huyu Mungu sio Mungu anayeokoa tu mtu mmoja, anataka kuokoa hata familia Hivi navyozungumza na wewe, inawezekana uko kwenye mateso makubwa, unaona mbona familia yangu kuna huyu anayenisumbua, mbona familia yangu kuna huyu anayenichanganya. Ahadi ya Mungu ni kwamba anapokuokoa wewe yuko tayari kuokoa na familia yako. Yaani ni wewe tu kujifunga mkanda kwamba sikubali, Mungu haiwezekani, ili mradi umeniokoa mimi, lazima na familia yangu iokoke. Mimi ninasikia Ninapopata habari naambiwa kwamba kwenye familia ya baba yangu mimi wengi walikuwa waabudu miungu. Yani, waabudu miungu hawakumjua Mungu walau kidogo. Bibi yangu alimjua Mungu kwa kupapasa, na dini zile ambazo tunasema dini za traditional, dini za nini kwa Kiswahili? Dini za za kimila, yaani dini zimekuwa mila kwao. Kwa alimjua Yesu kwa kupapasa sana lakini kupitia yeye akaanza akaokoka. Baba angu mkubwa kutoka baba angu mkubwa akaokoka, shangazi, shangazi akaokoka fulani fulani, akaokoka fulani fulani, akaokoka fulani. Lakini hivi navyozungumza leo, katika familia ya baba angu wachungaji, ah, niseme wasiokuwa wachungaji, maana wachungaji ni karibu wote, wasiokuwa wachungaji ni ni, labda tuseme wasiokuwa wachungaji ni yule ambaye ni mchungaji wa Shahidi wa Yehova. Huyo <laughs> ndio, sio?